Vipi hali ya mtoto wako mpendwa? Kwa hiyo na wewe ulimkasirikia pia? Hata hivyo a um, hizi pesa siweke, hakikisha Puja anapata kila kitu anachokitaka. Namwandalia Puja chumba cha wageni, kwa sababu hataweza kukaa peke yake kwenye nyumba ya nje. Mama shangazi anakuja? Hapana mwanangu. Ni hivi msaidizi anakuja, msaidizi anakuja. Mjomba anaweza kuichukua hiyo kazi. Utofanya hiyo kazi nisipokuruhusu? Baba, hivi ni kwa nini hata tunajadili hili Mjomba? Sharma ametupatia muda tu wa ziada, tuna miezi sita tu, kwa hiyo tunapaswa kulipa mkopo baada ya miezi sita Mjomba, Mjomba, hivyo unajua kwamba huu mkopo ni mkubwa sana, na kuendaa kiasi kikubwa vile itakuwa ni ngumu. Anuj, mimi sitaki tena mjomba achukue mkopo mwingine kwa ajili ya kuulipa huu. Umepata wapi kazi? Kusumu wewe, mimi nazungumza tu na mwanangu wala simlazimishi kufanya kazi. Niambie kuhusu hiyo kazi huko Rishkesh, kwa bwana Haris Vyas. Kampuni ya bwana Vyas ni watu wazuri sana ni watu mashuhuri na wanaheshimika, lakini ni kazi gani unayofanya? Huyu ni Narin, ni mtoto wangu, lazima ushinde moyo wake. Mtoto wa Bwana Haris Vyas. Narin Vyas. Hiyo ni kazi nzuri sana na pia ni watu wanaoheshimika sana na ni watu wazuri pia moja kati ya vitu vizuri walivyovifanya ni kuilipia elimu ya Puja. Itakuwa ni vizuri kupata kazi hapo kuliko kwenda sehemu nyingine, na pia itakuwa ni kazi nzuri kwa. Hata kama dada kapata kazi, dada hatuache elimu yake. Anuj, mimi sitoacha masomo yangu, nitakuwa nikifanya kozi za mawasiliano. Sikiliza, tuachane na haya malumbano, halafu tuongee. mimi sijui kuhusu maoni yako, lakini sio rahisi mtu kupata kazi kwenye kampuni kubwa. Kuingia na kutoka, vyote vinawezekana, na pia naweza kurudi wakati wa likizo. Lakini ni kupenda kwako kwa wewe. Niruhusu nifanye kazi. Nafasi hii ikarudisha uhusiano na shangazi. Naren anakuja nimefurahi, kwa kuwa umeajili msaidizi na umemruhusu huyo msaidizi akae kwenye chumba cha wageni, kwa sababu ni kujuavyo mimi utamchukulia msaidizi kama vile mgeni. Baba, kwa nini mfanyakazi mnamfanyia hivi? Sawa, angalau leo hujanikalipia kabisa. Ndiyo mama Supriya, gari tayari yuko hapa. Ninaelekea huko Rishikesh. Ndiyo mama. Nitakuona huko. Pooja. Anuji atakuwa anakuletea vitafunwa kutoka nyumbani. Kuwa makini sana. He Pooja, hebu subiri, subiri, nakuja, subiri mwanangu. Najua kwamba nimechelewa, yaani huyu Kusum amenifanya nikimbie safari ya asubuhi hii. Vitafunwa imenichukua muda sana mpaka kuvipata, duka lilikuwa limejaa. Ingia kwenye gari haya, haraka haraka. Mjomba, mi nakwenda pamoja na wewe. Mjomba usijali, nitakwenda tu mwenyewe. Hapana, sitoruhusu, sitaridhika kama sijaenda kukagua mahali ambapo unapoenda kufanyia kazi. Mjomba tafadhali, kila wakati huwezi kufanya vile upendavyo. Hebu ingia kwenye gari haraka, tutakwama kwenye foleni. Tuende. Mjomba tafadhali, tutakwama kwenye foleni, tuondoke. Hebu fanya haraka wewe, tunachelewa. Haraka haraka. Lakini ni kwani wanahitaji msaidizi ghafla? Yote sawa, endelea kunijulisha. Rahul, nini kinaendelea nyumbani? siku mbili zilizopita msichana, sasa msaidizi. Mimi nashindwa kuelewa mama. Kiukweli misifurehishu kabisa na uu upuuzo wa wafanyakazi na watumishi wa humu ndani. Na vitu vingi sana vya kufanya mama. Lakini Rahul, lazima utakuwa na wazo fulani. Ongea na mimi nini. Inaonekana nitalazimika kwenda nyumbani kuwapa mshtuko. Kwani nyumba ya bwana viasi ina umbali gani? Mjomba, bado tuna muda mrefu. Ni kweli mjomba ameniruhusu nifanye kazi hii, lakini sifahamu ni kipi kitatokea pindi atakapofahamu ukweli. Ni lazima tu mjomba atagundua ukweli mara tu nitakapofika katika nyumba ya Vyasa. Shaka sana. Sweet. Oh, Mungu wangu. Ah, ah, kuna nini, baby? Sikiliza, inabidi turirikresh haraka sana. Namaanisha unahitaji uangalizi mzuri. Oh, baby. Ebu jiangalia mchochwangu. Sikiliza, tutakapofika tu huko nitakuandalia kinywaji chako cha mmea. Na pia, niamini. Baada tu ya kuinywa utakuwa sawa kabisa. Mwah. Wewe ni mwema sana Nilu. Ah, ngoja nimjulishe ni kaka, kwa sababu yeye alituambia tuje hapa kwa siku mbili. mm -hmm. Usiwe hivyo. Ni kwa nini umsumbue shemeji kwa jambo dogo kama hilo? Halafu wala mara nyingine atatufanyia surprise. Sahihi, mm -hmm. Kwayo, ni kweli siku zote upo sahihi Nilu. Kwa hiyo, nianze kufungasha. Wewe ni ndio. <laughs> Kaendelee. Mimi nita kufungua pumzi zangu. Wewe ni a <laughs> Mba? Karibu bwana Gupta, karibu asante. Uhali gani? Uh, vipi, mlipata shida kufika? Hapana kabisa. Habari yako? Uh, Kishen, peleka hili begi la Puja ndani. Bibi hapa atamsindikiza Puja ya mwenyewe ndani. Bwana Gupta, njoo nikuonesha ofisi yangu. Sawa. Puja atakuwa akifanya kazi hapa. Nifuate. Mama? Puja, nilijua kwamba haitakuwa rahisi kwa mjomba wako kukuruhusu kuja peke yako na wala haitokuwa rahisi kwako kumweleza yote haya na akaelewa, na ndiyo maana Harish alituma ujumbe kwa dereva aje kuwachukua kwanza na akamwambia akulete kazini moja kwa moja. Bwana Gupta, ungependa kuyaangalia maandalizi tuliyoyafanya kwa ajili ya Puja, kwa ajili tu ya yeye kuishi hiyo? Ah, ni sawa. Mwanangu yupo salama na wewe Nimefarijika kabisa. Sasa mimi kwa sasa naondoka, kwa heri. Dereva wangu kisha atakupeleka mpaka Dehradun. Asante sana mjomba, nisamehe, mimi nimekuwa sana msumbufu kwako Kweli ulinisumbua, lakini unaweza kufanikiwa tena kwa kuanzisha uhusiano mpya na shangazi yako. Kuwa mwangalifu juu ya jambo moja, chochote utakachofanya kifanye kwa uvumilivu mkubwa. Umenielewa? Kwa heri bwana Gupta. ja hauko mbali na nyumba yako mwanangu, utachukua likizo na utakuwa unaenda kuwatembelea ndugu zako. Lakini unatakiwa kuwa mwangalifu kwa Naren. Naren ni mkali sana. na hatutaki Naren au mwanafamilia yoyote mwingine ajue kuhusu wewe. Kwa hiyo tutamwambia kila mtu kuwa wewe ni binti wa kuhani, ni mtoto yatima, huna wazazi toka utotoni, ya kuwa ulikuwa ukitunzwa chini ya hisani yetu na hujasoma vizuri, na umekuja katika jumba la Vyas kama msaidizi wa Supria. Karibu katika himaya ya Vyas, Pooja. hii hapa ni familia yetu. Kuanzia leo na kuendelea, wewe ni sehemu ya familia. Asante Pooja, umerudisha matumaini ndani ya Harish pamoja nami. Lakini mama mimi... mm -hmm, usiniite mama, niite shangazi. Unaweza kuniita hivyo mbele ya familia, lakini sitaki uniite mama mkubwa vinginevyo. Lakini shangazi, kiukweli sifahamu chochote kuhusu kazi ambayo unaenda kuifanya. Nitakukutanisha na Narin kati ya siku moja au mbili. Wacha nitumie wakati mzuri kwanza na wewe. Ila usijali, Narin hutumia wakati wake mwingi sana kwenye shamba. Narin yeye ana shamba lake mwenyewe ambapo hutunza wanyama waliojeruhiwa na wasiokuwa na afya. Pia amefanya kilimo hai. Anaendesha shamba lake kutoka kwenye pesa zake binafsi. Hatafuti msaada wowote wa kifedha kutoka kwa baba yake wala mimi. Naren siku zote hushughulikia mambo yake mwenyewe na kama hatusumbui kwa chochote <sighs> na pia kesho ndo Alhamis, si ndio? Na siku ya kesho tutaitumia kwa Naren. Shangazi, uh, leo ni siku ya Alhamis. Leo ni Alhamis. Inakuwaje akili yangu inakuwa inalala kiasi hiki? Oh, Mungu wangu! Sweet, kimetokea nini? Inuka. Ni kwa nini kuna maji kila mahali kwenye sakafu? Ujinga gani unaendelea hapa? Hizi barafu nyingi kiasi hichi, nani aliziagiza? Mimi ndio nimewatuma. Shangazi, lakini utafanya nazo nini? Sahau kitu leo, ni Alhamis. Hautakiwi kabisa kumkasirisha Narin. Narin ni mtanashati sana. Raul mwanangu, mpeleke baba yako chumbani akapumzike. Pumzika kidogo eh? Nitakuletea dawa mm? Nenda nenda switi. Twende baba, uliteleza na kuanguka. Naren, mwanangu, kuna mtu anakuja. Ndiyo shangazi. Kwa nini kila mtu ana wasiwasi? Ni msaidizi tu, msaidizi. Leo hakuna mtu yeyote nyumbani hapa isipokuwa sisi tu. Nilima na Hadrick wametoka nje ya mji. Alasu, kwani ulikuwa wapi? Ni muda mrefu nimekuwa Nilo... nikikungojea na huyu ni nani Nilma? ilikuwa hivi Supriya alikuwa anahitaji mtu wa kumsaidia hivyo basi, huyu ndo msaidizi wa Supriya. Puja ataishi katika nyumba hii ni kama msaidizi. Msaidizi unamaanisha ni kijakazi, sindio? Naren, uko wapi? Yupo chumbani kwake. Na leo ni lazima kutakuwa na kitu kibaya kwake. Kiukweli hii Alhamisi inatisha sana. Nitazungumza na Naren. Uh, Supriya, tafadhali muoneshe Pooja chumba chake cha kulala. Sawa, twende. Puje na Nilma, hata hivyo, ni kwa nini mmerudi leo? Ao oh, shemeji, kama kawaida si aliugua kidogo, na ndio maana nikalazimika kuhairi likizo yetu. Oh, naona haya. Usijali, endelea kumwangalia mumeo. Nitakuona baadaye. sawa Huyu kijakazi ni mrembo haswa. Karibu, mambo yameendaje huko ulikotoka? Ah, ni watu wazuri. Puja atakuwa na furaha huko. Nenda ukaoge, ngoja mimi nikakutengenezee chai. Umemwona anuji popote? Kwa sababu sijamwona kwa muda mrefu na simu yake haipatikani. Dada, nilihisi uwepo wako kuwepo katika nyumba hii tena. Huyu binti yako ni kama wewe kabisa. Sitamruhusu akae mbali na hapa kwa muda mrefu. Habari watoto, hamjambo? Twende haya. Watoto, nataka niwaambie jambo la muhimu sana. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi Puja hatakuwa anawafundisha tena, lakini msijali, kwa sababu kuanzia sasa hivi na kuendelea mwalimu wenu mpya atajiunga na nyinyi. Kwa hiyo sasa hivi mko huru, sawa? Eh, haya wote furahieni tabasamu. Pooja, ifikapo usiku hapa kuna kwaga, kuna baridi sana. Ikiwa utahitaji chochote basi nijulishe. Shangazi, nashindwa kuelewa jambo moja, ni kwa nini kila mtu anawasiwasi kuhusu siku ya Alhamis? Mwanangu, siku ya Alhamis Naren huwa anafunga, kwa hiyo hali wala kunywa kitu chochote, na wewe huwa unakasirika ukiwa na njaa. Istosha, huwa anajitesa sana. Mwenye siku ya Alhamis anakuwa kama siyo yeye, huwa msikilizi mtu yoyote yule. Lakini nitafanya nini? Nimeshajaribu jaribu, lakini nimeshindwa. Kila mtu anapenda kuwa na furaha na kila mtu anatafuta furaha, na kila mtu anafikiria furaha. Vipi wewe una furaha?